na waliofungwa wapate kufunguliwa tena. Maneno haya leo yametimilika masikioni mwenu. Haleluya! Mungu amenituma ili nikutangazie habari za kuwekwa huru. Katika kitabu kile cha Matayo ile sura ya kumi na moja na ule mstari wa ishirini na nane Biblia inasema ya kwamba, Njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya leo a mutcea wengine wanateseka na mzigo ya hirisi yeah. Kweli mwanangu, nadunda sawa, we uko na bonge la mjumba mm. na isimaisi akipadili sawa, we ni sonko hapa mjini lakini mm. unatembea na mzigo wa hirisi mm. Maana umeenda kwa waganga, ukapewa huo mzigo umeweka hey. pale kiunoni, umeweka pale mkononi jenele Mungu amenituma nikwambia hey. oko Yesu uo mzigo uliokosa moyo wako Yesu lamkini ni ugonjwa mwanangu, yeah. Umenda sikia, nikwambie, umeenda Muhimbili, ienda Mloganzila, umeenda mpaka India, wamekuambia kwa ugonjwa wewe, rudi nyumbani ukapumzike. Yani ukiona, unapopatia maisha, anakufungua. Biblia inazungumza kwa habari ya mwanamke mmoja ambaye alitokwa damu kwa muda mingi, muda wa miaka kumi na miwili lakini familia yake ilimwacha kwa sababu unafahamu, unafahamu wale zimekufuata mpaka hapa ulipo. Manake Yesu anaaza nawe, manake Yesu anakupenda unapopa maisha tena, anakufungua unapopa maisha, yeye anakuweka huru. Jioni ya leo amwakupokea Yesu iwe salama, jioni ya leo lakini mwanangu, wakati mwingine anatoka jisofia mm. kwamba unatembea na mademu mtaa mzima sawa, mm. lakini jiona leo ni kuambia mwanangu, auko salama mm. hauko